Kikosi cha wananchi Yanga Afrika kama ambavyo nakishuhudia hivyo sasa, kinawasili katika dimba la Mkwakwani hapa mkoani Tanga tayari kwa mbilinge mbilinge za michezo wa CRDB Bank Federation Cup ambao unachezwa nusu fainali hapa mkoani Tanga. Tazama wananchi wanawasili, mabingwa tetezi wa kombe hili kama ambavyo wanashuhudia, miaka mitatu iliyopita mpaka sasa wanatetea, wa, wanatetea taji hilo kwa mwaka wa nne tena, kumbuka miaka mitatu iliyopita wao ndo wamekuwa mabingwa sasa, ni mwaka wa nne wanaitafuta taji hilo na wako kwenye hatua ya nusu fainali, namna ambavyo wanawasili hapa katika uwanja wa Mkwakwani mkoani Tanga tayari kwenda kwenye mchezo huo, kama ambavyo wanashuhudia kwa mbali eh, uh, Sergeant Ibrahimu Abdullah Hamadi Baka eh, kama ambavyo wanashuhudia, hivi ndivyo ambavyo kikosi cha wananchi Young Africans kinawasili, nyuma ni viongozi wa Yanga Afrika nao wanawasili hapa kama ambavyo tunashuhudia hivyo. Hivi ndivyo ambavyo jeshi la wananchi linawasili katika viunga vya Mkwakwani jijini Tanga, tayari kwa mchezo dhidi ya JKT Tanzania, nusu fainali ya CRDB Federation Cup <todicompe>